Yes kaka, mambo vipi? Mpoa vipi na kwaje? Safi mzima. Mzima mzima za huko. Safi za kwako. Ah, alhamdulillah. Niko poa kabisa. Yes, kuna unazungumza na mjanja wa kiwanja kutokea Top 5 Dzaleka. Oh. Mm. Naimani. Naimani naongea na Imani, DK Balafu okay, so kuna maswali muhimu tunahitaji tukuulize kupitia interview yetu ya simu, ndio yeah, kusikana na kazi yako ya uimbaji wa muziki aina ya hip hop yeah. Kwanza ningeanza na swala la hip hop, inamaanisha haswa ni, ni, ni beat, ni mistari, au inakuwa ni aje mtu akizungumzia hip hop mtu ukizungumzia hip hop. Hip hop ni utamaduni, hip hop ni mm. Uh, vile kis navyoishi kila siku ndo hip hop yenyewe umeona. Uh, hip hop sio beat, hip hop sio beat, lakini hip hop ni utamaduni ambao wewe unaopitia kila siku ya Mungu mm. Ndo vile ninavyoelewa mimi hip hop so biti ni kama vile ni ku ni ku spice, vile vitu ambavyo unavyotaka ku deliver mbele za watu ndio. Kwa hiyo biti na wenyewe nakuwa nakusaidia ku ku, ku ku spice, yale maneno yako. Na ndio maana unakutana hip hop nyingi za old school biti zao zipo kama, yaani huzi ukazicheza, huzi ukatikisa ta kichwa mm. ni unasikia ni maneno tu. Umeona. So hiyo ndo hip hop, ndo utamaduni lakini ile beat wamewekea pale ili ije katika mfumo wa muziki umeona, kwa ndo hip hop yeah. Vipi maisha ya muziki ya wakimbizi wanafuatilia? mm. Uh, wakimbizi wa wapi? maana wakimbizi wako sehemu nyingi <laughs> Nikimaanisha se wakimbizi kwa sehemu ulipotokea wewe, kambi ya wakimbizi ya Dzaleka Uh, ndio ndio, mi nawafuatilia sana sana sana mm. na niko na vijana watatu ambao nafanya nao kazi ndio, eh tuna try kusupportiana hivyo hivyo, so wajua tena nikushikana shikana mkono kweli. Kwa hiyo nafuatilia baadhi, ya we baadhi nawajua, baadhi siwajui mm -hmm. Umeona, lakini nafuatilia, na nilipata chance kipindi nilikuja kutembea nilikutana baadhi ya watu wengine tukapigapiga stori, wengine tukafanya nao kazi ndiyo. Uh, baadhi ya wengine sikupata muda wa kuonana na nao mm. Uh, lakini uh, wengi wengi niko nao close kabisa. Okay. Ndio. na ni vijana gani ambao unafanya nao kazi kutokea hapa kambi ya Zaleka? Uh, kwa Zaleka mimi nafanya wa kwanza nafanya na Santa. mm. Huyo ni huyo ni, yani ndugu yangu huyo ni brother wangu kabisa kitambo, tumeishi naye Dzaleka eh. and then nafanya kazi na dogo fulana anaitwa Fazi B mm -hmm. I think anajulikana dogo dogo, ana rap yani vipaya mno yeah. Eh, dogo anachana. And then Aa, kipindi nilikuwa niko hapo tena nilifanya kazi na dogo moja anaitwa Cyborg. Tuli, eh, tulichapa ngoma naye pale Salama Afrika mm. Mwingine naye mwenye nafanya naye kazi ni BRN. B, BRNs, eh, kitu kama hicho ndo madogo ambao mimi nafanya na eh, ndo madogo ambao mimi nafanya nao kazi kwa sasa, yaani tuko tu, pamoja tunashirikiana shirikiana mm. Tunachangia changia mawazo eh, vitu kama hivyo. Okay. Yeah. Ya, kuna baadhi wa ya watu wanazungumza kwamba hip hop ya wasanii kutoka kambi yetu ya wakimbizi yaani hip hop zao kwa sasa mm. nyingi zinajaa malalamiko yani haina maneno kabisa ya kufundisha au ya kuhamasisha isipokuwa ni malalamiko tu. Hii kuwa, kuwa na maoni gani? Uh, mimi hizo sijazisikia lakini nishawahi kusikia tu watu wa, wa, wa, ambao waishatoka kambini wameenda Ulaya ndo nishawai kusikia malalamiko kama hayo mm. Kitu ambacho chenye <coughs> nachoweza kusema ni kwamba, unaona, hii generation ya sasa uh, imejawa na vijana ambao wanataka wajaribu kila kitu mm. Na <coughs> katika kujaribu kila kitu, at the same time unakutana wengi wanakuwa sasa wanataka kujifanya kwamba wenyewe ndo washakuwa ma legend au washakuwa ma superstar au wanajua sana kukifanya kwao, wanafanya kwa sababu ya miemko, lakini sio vitu vyao kwa kufanya mm. Unaweza kukuta mtu ana, ana rap, lakini ni kama vile yuko anaongea kwenye beat. Yani yeye na kurap kwake yani ha, hawaendani kabisa, ndio ndio. Umeona? Eh, so, ndio maana unakutana mtu anaweza ka rap unakutana kama vile ngoma yote ya dakika tatu yuko tu anaongelea tu labda ye yeah, mi ni mkali, najua kuchana ye yeah, na kunywaga pombe sana na wanawake kumi thasit. Sasa hiyo siyo hip hop mm. Umona, hiyo siyo hip hop kabisa. Kama mwanzo gisi mwanzo nilivyokwambia, hip hop ni utamaduni kwao. Sisi hatuna utamaduni kama wa hivo, umona. Na ukikutana generation ya sasa imebadilika, hip hop nyingi zinakuwa katika hiyo mifumo ya hivo. Sasa mm. Hauwezi ukakutana na really really hip hop artist ambaye anachana kabisa, ukasema kabisa huyu mtu anachana na anaelimisha maneno yake, anaweza akatumika leo wala kesho. Ndio umeona, kutokana kutokana na hiyo mifumo ambayo wengi wanakuwa wanapitia hemo, wataongelea kuhusu pombe, madem, mavazi, labda anatembeaga na na gani kiunoni, yeah. mara sijui hajisikia ana pesa So, kwa vijana wengi wazaleka kitu ambacho kinachowaponza ni kitu kimoja. Ndio, wanataka sifa kabla ya kazi mm. Umeona, kwa mtu anaona akishatoa nyimbo yake moja anataka aitwe superstar aitwe msanii. Umeona, unaweza kuta ana kipaji kikubwa mm, lakini anataka atoe nyimbo yake leo, kesho aitwe kwenye show, kesho yake aitwe kwenye interview, kesho kutwa aitwe labda kwenye stage akaperform kwenye stage, wakishampigia tu kelele mara pili mara tatu, anajiona mi ndo superstar, kunao kunigusa. Sasa unakutana vijana wengi wa Dzaleka wanakuwa uh, na ile mifumo ya kuvimba nanavimba, mm. na, na ajawa na kitu. Mi nikikupa story ndogo, nikikupa story ambayo sisi tulipitia kipindi tupo Dzaleka, ndiyo sisi kuenda kurekodi tulikuwaga tunatembea tuna kwa mguu kutoka hapo na doa mm. tena sio doa pale senta, yani ni doa ya kule chini kumamuzindo. Tunamfata huyo producer alikuwa anaitwa Mbosha na hapo kurekodi section moja ilikuwa ni 200 euro mm. na tulikuwa tunarekodi aje? tulikuwa tukifika pale tukikutana kuna msani mkubwa, sababu ndo studio kubwa kwa Malawi, wengi walikuwa wanaenda kurekodi pale. Tukikutana studio imejaa tunarudi tena kwa mguu Zaleka mm. anatuambia njoeni Saturday. Tunaenda tena Saturday kwa mguu, hapo tuna mia mbili yetu mfukoni. Ndio tukifika pale anatupatia section biti, tuna rap. Yani jamaa anakuwekea kama ni nyimbo nzima unairap, yani uko na rap 3 minutes, uko na pepa yako. Ukikosea tu moja anavuta nyimbo yote na nakufukuza na hela na inaenda inaenda. Yani, mi nisikufichi, nishapotezaga ngoma kama tatu na hela zimeenda na naenda kwa mguu, umesikia bro? mm-hmm. Sasa vijana wetu wa sasa wenye wapo Zaleka a, a, hawajapitia hizo haso, na ukimwambia story kama hizi anaona ka, uh, uona nitania kwa sababu Zaleka tulikuwa tuna studio, bro. Mm. Umeona. So, mtu wa kwanza kuleta studio alikuwa anaitwa Weniweni, nadhani unamjua, yupo hapo Salama Afrika. Afrika, yes, ndo mtu wa kwanza kuleta studio Dzaleka, alikujaga mm, na kompyuta yake na alijifundishaga kazi Lilongwe penye alikuwa anatumika dukani, ndo kuna jamaa moja alikuwa anaitwa uh, DJ Slay kama unamsikiaga kwenye miziki ya kimalawi ya zamani. Kama area 49 nadhani, ndo alimfundisha kazi jamaa Umeona? mm -hmm. Alipomfundisha kazi ndo jamaa akajaga Dzaleka sana hivyo vitu. so, sasa mimi na wewe tulikuwa kama ni mapacha tulikuwa marafiki sana, mo, mm -hmm. time, na tulikuwa tunalala sehemu moja ghetto moja by jamaa alikuwa na microphone, so sisi tulikuwa tunatumia nani headphone au hizo headphones za kamba hizi, yeah. zilikuwa na ka, eh, zilikuwa na speaker kama keupe hivi kwa chini ndio. mm -hmm. So, kale ndo tulikuwa tuna rap tena na kurap kwenyewe bro ilikuwa inabidi ulalamike ili sauti zingie kompyuta, mm. Kwa mfano, mimi nikirekodi hapo hivyo mpaka kule shuleni secondary school watasikia sauti yangu hadi lazima mm. <laughs> Eh, bro, e, ulalamike. Umeona <laughs> <Yeah. laughs> So we mwenyewe unafikiri unaelewa why mziki ulifikwa unakuja kuwa mkubwa, why watu walifanya nini, walihaso kupitia huyo mziki mm. Lakini kwa sasa hivi vijana wa sasa hivi hawahaso bro, umeona mm. Mtu yuko na kastudio kake mimi nimekuja hapo Dzaleka hii mida hii miaka ya karibuni nimeona nimeona gisi vijana walivyo kwayo yakijipigia zake hizi suruali za Gucci na t-shirt ya Gucci ni msanii akiingia pale Salama Afrika wakimpa section ya 12,000 anapiga zake ngoma basi anapelekapeleka akipewa uh, show Tumaini Festival anajiona aisha kuwa msanii na utampinga of course yes <laughs> Kwa vijana sasa wakuja wakutoka Dzaleka kuja Ulaya, sasa wako na ile mentality unaona, huku Ulaya uko na opportunity nyingi bro. mm. uko na network ya bure, utapata wifi utapata zako, labda ukinua kompyuta na microphone unajiona msanii mm. yeah. yeah. na unaanza kuimbaimba enye unaimba havieleweki bro na b. ndio maana unakutana wale wasanii wenye vipaji hawaonekani tena. kwa sababu gani? ya vurugu zawa vijana ambao wanafanya mm. Hey, kwa hiyo ndio hivyo, mimi naweza nikawashauri vijana wa Zaleka waache na kutafuta umaarufu, wapambane kwanza, wafanye mziki. Sisi tulikuwa tunafanya mziki bila kutafuta umaarufu yeah. tume dance, tukamaliza ku dance, tuka rap umeona mpaka leo hivi mm. yeah. So, kutokana na hizi na hayo yote ambayo umeyagundua baada ya kuja kutembelea kambi ya Zaleka, Unaona kweli yeah. Tasnia ya hip hop baada ya miaka mitano itakuwa ni sehemu mm. kubwa tena muhimu au ndio itazidi ita kurudi nyuma? kwa sababu tun, vizazi tunavyo sio vizazi vyenye maendeleo, ni vizazi vyenye sifa kwenye tasnia ya hip hop yeah. yeah. Unaona kama gisumevo sema ni vizazi vyenye sifa mm na nisikudanganyi, bro, mtu mwenye sifa siku zote afikagi mbali bosi, unataka yeah, ni sifa tu, mm. umeona. Lakini mziki mziki, ukishauwekea tu kuvimba, ukishauwekea sifa, ni sikufichi, tuko hapa, tutatafutanaga baadaye, utanambiaga: bro, tuliwai kufanyaga interview, ukanaambia hivi hautofika mbali, hautofika sehemu yoyote. mm. Umeona, hadi mtu unakuwa Uh, anakuita kwenye interview, anakuita kwenye show. Haijalishi wewe mkubwa wewe mdogo, lakini ukiwa hambo, ukiwa mtu mwenye heshima mm -hmm, unasikiliza unafanya kazi zako, hautaji sifa mm -hmm, bro, utafika tu sehemu yoyote. Yani kuna mtu hata anaweza kwa iko na kazi kubwa anasema, mimi sitompa DK Balafu ah, mm. Lakini mtu mwingine akaja akasema, ah, lakini unajua ule mshikaji ankuaga peace mm. ankuaga hambo sana anaongeaga na watu vizuri anasalimianaga nini, ah, yeah, lakini kweli, acha tumpe basi mshikaji, tuone yeah. Umeona, mimi nisikufichi, mimi hicho kitundo kimenifanya hata huku penye nipo nimepanda stage nyingi sana bro mi mm. nimepiga show nyingi yani sana mm. yani mimi kumwezi nilikuwa najikutanaga hata yani, kumwezi niko na show hata nne, tano, sita mm. naenda tuna perform umeona na travel, nisha safiri sana kisa tu show mm. na hiyo kitu inafanya nini? Ni kwa sababu ya kufanya kazi na watu vizuri, kuvimba hakuna, nikatoa yale masuala ya usifa mm. umeona so vijana wakitaka, vijana Wazaleka wakitaka wafike mbali na mziki, ni lazima waweke nyayo zao chini, waweke mabawa chini, wafanye kazi mm. Umona hata huyu dogo Fazi ambayo nimekutajia hapa dogo, yeah. na alikuwaga na hayo mambo mm. Mi nimemwambia Fazi, we ni rapa mzuri sana mzuri, ukisema uwe serious na uachane na hii mentality ya watu Wazaleka utafika mbali, umona. mm. Kwa sababu kitu chenye ambacho kiko na haribu watu Wazaleka wanaele maisha ya kukarili mm. Amke asubuhi, ampige mtu mwenye ipo Australia, maybe sima au USA, antumie 50000 anitumie, yakimtumia akakodishe nguo, aende sijui sehemu fulani, apange pombe mezani, basi anaela mm. umona no <laughs> maisha wanawe ya kukarili mm -hmm. Sasa wa juulize mtu kama msanii na ukiona maisha ya kukarili hivyo, unafikiri utafika mbali kweli? Hapa anawezi kukarili hau utafika? mm. Haiwezekane. Mimi sikufichi, ilikuwa ilifikaga kipindi sisi hapo Dzaleka tunafiatua matafari ya watu. Kuna watu ambao mm -hmm. walikuwa naishi mchini wanakuja Dzaleka wanaamiamia, tunawafiatulia tafari, tunawachimbia mashimo, tunawajengia nyumba, tunawawekea nyumba, tupate tu hela kwenda kushuti music video mm -hmm. Umona sasa, lakini mtu wa Dzaleka sasa hivi hana hiyo mentality rapo, sasa hivi hana hiyo mentality. Umona ee, ataona kama ni uchafu, hawezi kumoshia mtu gari. Umona si tulikuwa tunaosha hizi gari za wa Ethiopia sana, ili tupate tu hela kuingia studio na na na kwenda kushoot music video, lakini sasa hivi hawana. Umona na wakiendelea na hiyo mentality ya hivyo, watabaki hivyo hivyo miaka nenda miaka nenda arudi, watabaki hivyo hivyo, unaona, unaona Salama Afrika yes. Unaona kwa nini inafika mbali? Hawana vile vitu vya kujibana, wa kujivuna, sijua vimbe. Na alafu ile Salama Afrika, madensa wengi mwenye hadi ameileta pale ni abu abu, tulikuwa naye super crew, si ndio tumeanzisha mziki za Dzaleka kudensi mm. Umeona, kwa hiyo mimi naweza nikasema Salama Afrika mizizi yake imetoka wapi? Supakuli imetoka kwetu sisi, ma legend ndio. mm. imetoka na kwa sababu tulikuwa tunaga mambo ya kuvimba sisi. Tumepiga show nyingi sana za bure, tumeenda Malelongwe, Mzuzu, Salima, competition nyingi sana tumechukua hadi mm. leo hivi inaitwa Salama Afrika, wameibadilisha Yeah. Si, imefika mbali leo inajulikana, ipo international. Mimi mm. shawahi kuona hadi kuna msanii mmoja hivi wa Marekani ashagawa kuipost Salama Afrika. Mm kwenye insta story yake tena, msanii mkubwa kabisa, so you can tell. Kwa hiyo kama vijana na wenyewe watobadilisha mentality zao, watovika popote bro, yani utabakilia ya hapo mziki wa sifa wapate mademu. Mungu akiwajaliwa akifika Ulaya waendelee na mziki wao wasifa wapate madem, wa wa wa madem basi, na ndio vile na ndio vile kiswatavoisha umezungumzia. Yeah. swala la... Yeah. kama uliperform show nyingi sana za bure, ila kuna baadhi ya shows yeah, ambazo zinaweza kutokea hapa kambini ila wakialikwa mm. Kuna baadhi ya wasanii pia awafiki ima wanaoimba kawaida hip hop hao watokei. Hii nayo inaweza kuwa sababu ya msanii kutofika sehemu, kwa sababu kama anachukulia poa show za bure hivi, kweli opportunity za show za pesa zinaweza zikamfikia kweli? Akuna, haiwezekani. Na ndo na ndo hicho kingine naweza nikasema kwamba Msanii ni show mm. Asikudanganye mtu, nao wasanii wakubwa tunawasikia every single day. Mimi mm. sikufichi, mimi sikufichi, ni kuweke tu wazi yes. Unaona, youtube hizi platform ambazo tunaweka kama muziki wetu hazina pesa nyingi. mm. as, yani hazina mfano, hususan kama youtube, umeona ndio mm. mm. Sasa watu tunategemea pesa za show, ukitoa kwenye show hiyo ukipewa labda ishirini kumi nini, unaenda mm. alafu show pia ni utambulisho pale ndo penye mtu anajua ukali wako. Mimi ukipita kwenye IG yangu nimeposti show nyingi sana katika show nyingi sana, auwezi ukajua ya bure ni ipi, ya pesa ni ipi p e. na mimi nilikuwa nazichukua zote naziposti kujitambulisha, the way nilikuwa najitambulisha, na ndio the way nilivochukuliwa mimi. Nikupe mfano kipindi nafika huku sawa. Mn. nilifika naanza kusoma, mwalimu wangu alikuwa anapigaga gita kwenye band. Akanambia mm. hivi, hapa penye uko unasoma kuna watu wa darasa la juu wanataka kumaliza shule sawa, kwa hiyo wewe unaonacho perform hizi nyimbo zako, kwa sababu nilikuwa nishatoka na mangoma yangu za Dzaleka. mm. Nikwambia kweli, nikaenda nika, enda, nika perform bure bro. Nilivyo perform yule mwalimu akanambia hivi, sisi tuko na show sama mwezi wa sita tu stage bro, katika ya yeah. hiyo show. Yeah. Hadi leo sijawahi kukosaga. Yaani haujawahi kuishaga mwaka mzima au hata miezi sita bila kupata show. Kabisa. Kisa tu huo utambulisho. Nikachukua hizo show nikuwa nazi posti Instagram nazi posti Facebook. Watu wanaona ah, kumbe urapa nivi, kumbe yule jamaa ana uwezo mkubwa, kumbe yule jamaa anaweza kachana kwenye beat tu. Mm. Kumbe yule jamaa anaweza kupiga capella hivi hivi na hivyo. Kwa hiyo show ndio hutambulishwa msanii. Yeah. Umeona? Mm. Eh, msanii sio kushuti video so studio so kuvimba sio kuvaa. Show ndope tunajua uwe ni msanii kweli, mm. kama wanaendelea wanakataa hizo show, basi naza pesa zinawapita, yeah. Kama jinsi nimevyosema hapo mwanzo, mtu ambaye anakuita kwenye show, kuna watu wengine, kuna mapromota wengine wanakuita kwa sababu ya kukupima, ndio uone kweli Balafu ni mtu poa, anaweza kaja akanisaidia, hem mm. Demo unaenda demo, anakutafuta mchongo mwingine wa pesa nyingi, yeah lakini ukikata sema achana na ule oh, anazarau anavimba, atakuita kwenye show na wa yani. Mm -hmm. Yani promoter wanakuaga kama na ni virus yani, ukimfanyiza tu vibaya atamwambia mwingine achana na DK Balafu, anamwambia mwingine achana naye ule, anavimba na ndio gisi na unashuka kimziki hivyo bro. Mm -hmm. E, kama wenyewe watu wajiamsha, waseme kabisa, wakiitwa kwenye show waende Ah, watakosa michongo mingine mizuri tu na no, unakutana no, ni msanii mzuri lakini anakosa show hapo, watu watalalamika, kwa nini huyu jamaa kuita kwenye show, angeua hapa, anataka show zingine afanyaje? Kweli bondo hiyo. Sasa kwa kumalizia, eh, brother DK Balafu, kinyume na wasanii wako ambao unafanya nao kazi Mm. kinyume na huyo ambao umesema BRN na huyo mwingine huyo, mm. niambie. yeah. Wasanii wengine wa hip hop ambao unawafuatilia licha na hao watu wanaofanya nao kazi, uh, baadhi baadhi ya uh, mimi kipindi nilikuja huko uh, katika hii miaka ya karibuni nilikuja ni kutembea, lakini kipindi mimi nilikuwa naona watu wanaposti posti nyimbo sana YouTube, wengine marapa wanapiga masaifa, umeona Mm -hmm. Lakini kipindi nilifika huko, baadhi ya wengi sikuwaonaga, ni sikufichi. mm -hmm. Sijui kama walikuwa wanaokopa kama walikuwa nanikimbia. Nilijaribu hadi ku announce, nika- nikamwambia weni weni, oh nitafute basi wale wasanii ambao wanakuaga hapa tupige hata cipher. mm -hmm. Lakini sikuwapata lakini lakini wasanii ambao walinisogelea ni hao enye nimekutajia, ndio ambao walinitafuta kweli, wakanifuata home penye nilikuwa naenda kuchill, tukakutana mm -hmm. nao Umeona, na ndo wenye nikaamua nifanye nao na ndo wenye kazi kwa sababu walinitafuta mm. Na na mimi nilifurahi sana kukutana nao kwa sababu walijitoa mwanga na wanataka wao ufike mbali. Umeona. Okay. So eh, baadhi ya wengine ambao nilikuwa nataka nionanionane nao sikuonanaga nao kabisa, na hadi leo baadhi yao wengine hata nishawasahau majina. Okay. Umeona. Yes. Sawa. So, so. Tutegemee kolabo yoyote ya kwako na wasanii wa kambini? Yee yeah, yeah, of course hiyo ni lazima, hiyo ni lazima, hiyo ni lazima niko, aa, niko nataka ni huu uh, mwaka lazima nifanye kolabo hata tatu nne, kwa sababu ya kuwanyanyua vijana Wazaleka nanyuwa sijisiki kwamba mabraza walitusahau, sijui kitu kama hicho, umeona, japo wengine hawanijui kabisa mm, labda wananijua katika hii miaka ya muziki yeah, lakini kabisa hiyo kitu ni kwanza kwanza, nishafanya collab na Santa nishafanya naye ngoma mbili ambazo zitakuwa kwenye EP yake Zim. na hivi kitu tunavyoongea iko anaandaa ana kuhusu cover, anapigapiga picha za cover uh, pia nishafanya ngoma na Fazibi, lakini na hiyo ngoma haijaisha, kuna vitu fulani vinabidi turekebishe rekebishe, umeona koo. Ndo hivyo kolabo zipo nyingi na lengo kubwa ya nini? Kuwanyanyua na wenyewo aliwe vijana wazaleka waone maisha mengine tofauti na Zaleka na yale ya maisha ya kukarili kwamba ah, mi itabidi niwe hivi ndo niwe hivi, umeona yeah. So yeah, so collabo zinakuja nyingi sana. Zaleka tu wawe tayari na mimi bro, zinaga show mbovu. Mtu akinitaga kwenye collabo mm. Yani nakuwa na make sure kabisa faces imenyooka, mtundo ni wa maana, ngoma ipo poa yeah, kwa <laughs> yeah, mambo yatakuwa mazuri. Okay, nashukuru sana kwa muda wako brother na mimi nashukuru sana kabisa, na isi mara mwisho kunipatia nafasi ya kufanya mahojiano kweli kweli. By the way, unafanya kazi poa sana, mimi ulinishangaza for the first time natizama Instagram yako ah. Na kuna upo Tanzania, upo Burundi, upo Dzaleka ah, vipi. Mm. unaruka sana umeona. Kwa hiyo hey, endelea endelea kufanya hivyo umeona, kama kitu tumevyoongea kuhusu muziki, unaona hizi hizi entertainment hizi ukisha okay, tu mabaya yako chini, bro, asikudanganye mtu. Utapita katika tundu lolote lenye unalojua, na utafanya interview na mtu yoyote. mm -hmm. Kutokana na humbleness yako gisi unavojiweka mbele ya watu, unaongea na watu vizuri. Kwa hiyo endelea hivyo, chapa kazi yako, matunda utayaona baadaye inshallah. Wewe usijali sawa sawa, inshallah. Nashukuru sana kaka. Yeah, nashukuru pia. Siku njema na okay, na wewe pia.